Je, yeah, unataka kutengeneza historia? Jamii yetu inavutwa nyuma na mitazamo hasi ya kishirikina juu ya watu wenye ulemavu. Ungana nasi na aridhia. Itifaki ya Haki za Watu wenye Ulemavu Afrika ni mfumo wa kisheria unaozungumzia hasa ubaguzi na ukosefu wa usawa wanaokabiliana nao watu wenye ulemavu barani Afrika. Itabeba haki za watu wenye ulemavu nchini kote na ndani ya bara la Afrika. Haki zetu za kushiriki katika siasa zitasaidia ustawi wa nchi yetu. Watu wenye ulemavu wana haki ya kupata huduma bora za so afya Tunapoweza kudai haki zetu, watoto wetu wenye ulemavu wanaweza kupata elimu na kushika nafasi zao stahiki katika jamii. Tunapoweza kudai haki zetu, tunaweza kufanya kazi, kuendesha biashara na kuchangia ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Itifaki hii itatufaisha sisi sote. Tushirikiane kukuza mitazamo chanya kwa jamii ili kupunguza unyanyapaa. Tupo karibu sana na alama ya mafanikio. Sasa ni muda wa kuja pamoja na kutengeneza historia. ADP Sasa. <todicu> Ili kujua jinsi unavyoweza kusaidia kuandika historia, wasiliana na Edwinah Orowe, kiongozi wa ADP Sightsavers, eorowe at sightsavers.org. Tafadhali tumia msimbo wa QR kupata taarifa zaidi.